Mimi kwa jina naitwa Anna Antony Msenduki. Ni mzaliwa wa wilaya ya Kondoa, mkoa wa Dodoma. Mradi huu mimi kwa upande wangu nimesema ni kama mkombozi. Kwa sababu mimi nimesoma mifugo na nimefanya kazi ya mifugo, lakini tulichokisoma sisi zamani ni tofauti kabisa na kile. Kwanza kabisa, ufugaji huu wa sasa hivi hauhitaji tiba sana sana, ni kinga tu, na inawezekana pia. Umenifunza kwamba unahitaji usalama sana wa mifugo yetu, lazima uwakinge na magonjwa. Kwa mfano magonjwa ambayo yana, yanaweza yakaletwa na uchafu, na ndicho kikubwa nilichoenda kujifunza nilipopelekwa na mradi huu na nilipozingatia, vifo hamna, vifo vinapungua asilimia kubwa sana, kulingana na huko nyuma. Huko nyuma unaweza ukaua hata kuku mia mbili. Kwa mfano, ukimweka kuku kwenye vumbi ni tofauti, ukimweka kuku sehemu ambayo kwanza hewa inapita, kuna mwanga wa kutosha, joto la kutosha, kwa hiyo kuku hawezi kufa. Hapo awali mimi nilipokuwa nafuga nilikuwa nafuga kabisa. Kwa mfano nilianzia banda hili hapa kama unavyoliona, lina, lina limezibwa pande zote, na wakati natakiwa pande zote hewa iingie na kutoka, afu lilikuwa la vumbi. Lakini baada ya kurudi kwenye mafunzo, ninapopokea vifaranga sitakiwi nimpe kuku kitu chochote, kitu chochote siruhusiwi kumpa zaidi ya chakula na maji, na hapo nilishaweka maranda yangu wiki mbili kabla, nimeshafanya usafi, nimeshapulizia dawa disinfectant vyombo na kila kitu, ndio nikaanza. Baada ya kuanza hapo nilifuga kuku mia mbili, nilifuga kuku mia mbili, kwa kweli nilipata faida kubwa sana, yaani ni nusu kwa nusu kuku wao niliofuga walikuwa nafikiri ni kama kwenye laki tisa hivi kwa sababu nililisha mpaka miezi miwili, nikawauza kwa shilingi elfu kumi kumi na nilipata kwenye kwenye milioni, milioni mbili na kidogo. Hapo awali nilifuga kuku mia mbili hao hao wa Silverlands, lakini nakumbuka nilipata kama milioni moja tu kwa sababu kuku wengi walikufa, nikawa nimeacha muda mrefu, ndio nikaambiwa kuna mradi umekuja waaidi ambao ni kwa ajili ya ufugaji wa kuku. Kwa hiyo mimi nikasema mimi msiniache, naombeni mniweke kwa sababu tageti yangu mimi nifuge kuku zaidi ya elfu moja au elfu mbili. Kufikia masoko, mimi nimeunganishwa nime na hasa maajenti au au tunaita wakala walinisaidia sana kutangaza kuku wangu na pia walinisaidia kutafuta masoko. Sasa hivi kwa kweli na, najivunia kwa sababu napata napata hela ile ambayo imeniwezesha kwanza kabisa kuongeza mabanda na pia naendelea kuongeza mabanda. Umenipa mtaji mkubwa na umenipa elimu pia na uwezo wa kuajiri mtu wa kunisaidia shughuli, ambayo pia naweza nikamtoa na yeye mahali hapo alipo aseme mama yule aninifundisha kitu fulani.